Are you guys dating, honestly? Uh, not yet iut otethitangaza lakini kwa saa hii hapana. Kwa saa hii the reason imefanya, maybe not yet, ama the reason as to unapata, sijakuwa hapo sana niju. Immediately after the whole story, we lost our job. Being the driver. No way. Yeah. That is what happened. Why? Uh, reasons we, we don't know hatuwezi atu, hatujui atu, atu, nini ilifanyika. Tuliambiwa tu sasa yenye sasa mpaka nikashindwa yani, tunaishi tunaishi dunia gani? unafanya mazuri pia unakuwa mbaya. okay. That is okay. What happened yeah so amekuwa akini Viola amekuwa akinisaidia kuwezi, pia at times you have bills to pay you have things to do, pia si ati hata hiyo gari ilikuwa inakupea a lot of money, so ni ile lazima ujifunze kusave like lazima ujue nisefi kidogo niko naye, ndio nisikose rent, nisikose chakula mm. Unaona, so after losing the job and everything ilikuwa so tough, kwa sababu mimi kutoka hiyo siku eh, nilisaidia Viola mm. nilimwambia mimi siku lipo hiyo siku, kutoka hiyo siku to everything that happened in hospital ama nini ama nini, hakuna siku nyingine nimeshika pesa hiyo gari hata ni mshahara nimelipa. So after losing adult, so they walikuwa apatia sababu gani ya kuafuta kazi? Okay, amakotembea sababu ya yeah. <laughs> Tuliambiwa tu okay, juu unapata hiyo gari kama okay, sijasema, tuliambiwa hiyo ndiyo sababu, lakini according to me, what I see ama what I really think that happened, hiyo siku vyenye mimi nilishuka nikabaki na Biel hospital. Unajua, nimekwambia sisi manyanga tuna work na masaa, so the moment umesimama hata dakika tano, ama umeingia kwa jamu dakika tano, umetupa mbao sawa. So, kwa ulikuwa uenda siku odi tisa ama kumi utaenda nani? Juu siwe gari peke yako, kuna barabara na manyanga ni mengi. Moja ikikuruka ilinatupa mbao. Unaona? So I guess hiyo time ya kusimama na nini kureverse gari kuenda hospitali. Kukaa kidogo, nikawaambia itabidi waende gari ili litupa mbao kidogo. Uh, basically hiyo gari tunaiekeanga 13,000. So that day being yeah. That day I guess iliwekewa 10,000. I'm not so sure, but I guess that is hiyo dodo ile iliwekewa. So mimi kuingia kazi the next day eh, uh, gari pia ikakuwa na mashida kidogo ikashinda garage ikafanya nini kaanza tu mashida zake. Unajua, unaambia ngo si kila mtu anakutakianga mazuri. So kaanza tu mashida na mimi. So unajua gari pia ikaenda garage. You lose your job but you got a girlfriend. How is that? Unajua. <laughs> <laughs> Okay, it is it is not good kwa sababu she also needs dinner. Okay. Yeah, pia mimi also have a life. <laughs> Mwana, na kama mimi sijiwezi ndachunda mweza aje kwa hiyo. Maana ni ngumu. Jide mwenyewe ndio amenisaidia. Yeah, actually hii platform online and everything she used to go on.